Kwa mujibu ninavyomwelewa mimi Dr. Hussein Ali Hasani Mwinyi ambaye ni rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, huyu sio mtu wa kuelezewa, bali ni mtu wa kutafsiriwa, kwa sababu ni rais ambaye katika maisha yangu sijapata kuona vitendo ambavyo vinavyofanywa na rais huyu, kwa sababu amejali sana, amejali sana katika swala la elimu, amejali ame sana katika swala la kuboresha miundombinu mbalimbali mbali, kama barabara majengo ya mahospitali na kadhalika, na hii kiufupi, kwamba anaifanya kwa maslahi ya taifa la Zanzibar. Sasa kusema kwamba nimwelezee Dr. Mwinyi kiukweli, siwezi lakini, nipo katika kumtizama ni aina ya mtu gani, au ni aina ya rais gani ambaye tulimpata katika kisiwa chetu cha nani, katika visiwa vyetu vya Zanzibar, kiukweli sina la kuzungumza sana, bali kusema Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, tunakuhitaji mitano tena, kazi iendelee.